Na ye kinara wa DCP Rigathi Gachagua amelalamikia kile anachosema ni juhudi za tume ya uchaguzi kuingilia uchaguzi mdogo wa Magarini huko Kilifi. Gachagua akimlaumu naibu mwenyekiti wa IEBC kwa kile alichosema ni kujitia sana kwenye uchaguzi huo wa Magarini licha ya kuwa jukumu hilo ni la kamishna mwingine. Kwenye taarifa hiyo ya kurasa tatu, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anaibua masuala ambayo anamtaka mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon kuyaangazia. Masuala hayo yakimhusu naibu wa tume Fahima Arafat Abdallah ambaye Gachagua anadai anajihusisha sana na uchaguzi mdogo wa Magarini licha ya kuwa kamishna aliyepewa majukumu ya kusimamia eneo la pwani ni Alutalala Mwahwana. Gachagua anadai Kamishna Abdalla alifanya mkutano na Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro katika hoteli moja mjini humo ambapo gavana alipewa orodha kamili ya maafisa wanaosimamia uchaguzi katika eneo hilo. Gachagua akidai maafisa hao walipewa maelezo ya kushirikiana na Gavana Mung'aro. Aidha, kinara huyo wa DCP anadai kuwa katika mkutano huo, Gavana Mung'aro alitoa fedha ambazo walikubaliana punde tu baada ya kupokezwa orodha ya maafisa watakaosimamia uchaguzi. Mung'aro hata hivyo, amekana madai hayo. He has never stepped in Magarini since this election started. Akizungumza huko Nyamira naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee Fred Matiangi pia alitoa tahadhari kwa IEBC kuhusu uchaguzi mdogo nchini. And, and how IEBC conducts itself and conducts the election is fundamental. So if IEBC is going to look the other way around and allow voter bribery, blatant voter bribery that is going on, we are courting disaster Uchaguzi mdogo wa Novemba 27 utakuwa shughuli ya kwanza kubwa kwa tume hii mpya ya IEBC huku macho yakielekezwa kuona jinsi itakavyoendesha uchaguzi huu. Kwenye taarifa jioni ya leo, mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amemjibu Gachagua akitoa hakikisho kuwa uchaguzi huo utakuwa wa huru na haki.